Mpenzi mtazamaji, uh, wa Bongo Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukikuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani, lakini pia na nje ya Tanzania. Taarifa kubwa zaidi tunayokuangazia ni mchezo wa Ligi Kuu NBC Tanzania siku ya leo. Ni mchezo kati ya klabu ya Dar Young African dhidi ya klabu ya KMC FC. Mchezo utakaoanza majira saa kumi kamili jioni katika dimba la KMC Complex. Huu ni mchezo mwingine mkubwa zaidi wa Ligi Kuu NBC Tanzania ambao tutaushuhudia siku ya leo. Klabu ya Dar Young African ambayo imeuchagua uwanja wa KMC Complex kama uwanja nyumbani leo inawaalika ambao ndio wamiliki wa uwanja wa KMC Complex katika uwanja wanja uh, KMC FC katika uwanja wa KMC Complex kuanzia majira ya saa kumi kamili jioni. Hii ni moja mechi nyingine ambayo klabu ya Yanga Sports Club wanahitaji point tatu kupunguza gap ambalo linaweza kutokea kati yao na watani zao wa jadi upande wa Simba, ambao tayari siku ya jana walibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya JKT Tanzania na kuendelea kuongoza ligi ya NBC Tanzania. Lakini pia niseme kwamba na upande wa KMC wanahitaji matokeo katika mchezo leo ili kuweza, uh, kwa namna moja au nyingine kuweka uh, step baina ya wao na wale ambao wako mbele yao, lakini pia na wale ambao wako nyuma yao. Ni mchezo mwingine mkubwa zaidi, ambapo tunaenda kutazama Yanga kurejea ligi eh. Wao wamekuja na mipango ipi katika kipindi ambacho Yanga Sports Club wamemtangaza kocha mpya ambaye anaenda kukinoa kikosi hicho? Sasa kwamba Yanga ndio msimu kwanza unaanza, tayari washapata makocha wawili so leo tunaenda kuangalia kocha mpya huyu e, Wapila Ureno anaenda kufanya nini dhidi ya wenyeji wa uwanja, lakini pia Yanga wao wakiwa ndio wenyeji wa mchezo. Nini kitaenda kuendelea katika dakika 90 za mchezo? Ni club ya Yanga Sports Club au KMC ambao wataibuka na ushindi katika mchezo leo? Unaweza kashama katika upande wa comment, hapa ni comment section. tukutane wakati ujao panapo majaliwa asante.